Siku ya kupiga kura ni Jumatano, yeah. watu waelewe kwamba siku hiyo wataendelea na biashara zao kama kawaida hmm. Sio kama siku hiyo hakuna kufanya tena kazi au kushughulika au wanazuiliwa na, na shughuli zao za kila siku kama mwenzangu alivyosema, siku hiyo ukishapiga kura yako endelea na shughuli zako wala usiendelee kukaa pale kituoni mm -hmm. Ehe, na watu ambao pia watafika pale kituoni kupiga kura mm -hmm. Ambapo kwa kama alivyosema ni saa moja mpaka saa kumi kamili mm -hmm. Labda imetokea umefika pale labda saa kumi kasorobo mm -hmm. Lakini bado foleni ni ndefu mm -hmm. Kwa maana hiyo basi yule askari ambaye ni mlinzi wa pale katika kile kituo mm -hmm. itakapofika saa kumi kamili mm -hmm. Atakaa nyuma ya mtu yule wa mwisho mm -hmm. kwa maana hiyo kama hata ni mpaka saa kumi na moja zoezi watu hawajamaliza kupiga kura, wataendelea kukaa pale mm -hmm. watapiga kura. Kwa hiyo hata mtu akifika saa kumi imemkuta tayari uko kituoni mm -hmm. bado atapiga kura yake mm -hmm. na mtu atakapopiga kura yake yeah. ata kidole chake cha mwisho mm -hmm. watakichovya katika wino wa mm -hmm. bluu ambayo ni ishara kwamba tayari ameshapiga kura, kura yake, yake yeah. Na akishafika kule kituoni mtu atakayefika kule kituoni kupiga kura yeah. Maanake tumeuri wa taifa ya mm -hmm. uchaguzi kwa kweli imewajali watu wote mm -hmm. kama kauli mbiu yao yao inavyosema mm -hmm. kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Kwa maana hiyo imechukia imechukua makundi yote mm -hmm. ya walemavu, wazee mm -hmm. wagonjwa. Kwa hiyo akifika pale kwenye kituo cha kupiga kura mm. watapewa kipaumbele mm. Wamama wanaonyonyesha, wamama wajawazito, wazee, wagonjwa, walemavu mm. na pia mara nyingine inaweza kutokea mtu hajui kusoma na kuandika mm. akafikiri labda mi nitakosa haki yangu kupiga kura mm -hmm. Hapana, Tume pia hilo nimeliangalia. Kwa hiyo mtu ataenda na mtu wake anayemwamini, ili amwambie mimi nataka kumchagua kiongozi Mbabi. fulani Mbabi. na pia kwa mlemavu pia atamwelekeza ambapo pale labda itatokea labda hakuna miundombinu ile ya kuwasaidia wenyewe kuweza kupiga kura Ehe. Ehe, sawa. Tunarejea hapa hivi punde, katari ni saa 3 kamili.